Tumshukuru mwenyezi Mungu ambaye ametupa mtaji mpaka tunakuwepo mara hapa, lakini pia e, tunamshukuru Mungu kwamba tulivyomaliza mechi tulianza safari hapo hapo ya kuja Mbeya. Na kikubwa zaidi tumefika salama na tumefika na kikosi chetu chote na tupo tayari katika mchezo huu leo. Nikianza na swali lako liolisema, nafikiri ratiba ilikuwa inajionyesha wazi kwamba baada ya, ya, ya, ya mechi iliyokwisha kuna kuna kuna muda uliopo kati ya mechi nyingine inayofuata ambayo ni ya kesho. Kwa hiyo tulivyomaliza tulifanya maandalizi yetu ya mechi mbili mfululizo kwa pamoja. Kwa kule tukawa tunajua kwamba tukimaliza hatuna muda sana, sana sana leo tunapofika tunafanya activation kuangalia wachezaji wetu wako kwenye hali gani. Ndio. Sana sababu swala la msingi hapo ni kwamba kila mnapokuwa mnajiandaa ujue na, na, na, na, mpinzani naye anajiandaa. Kwa hiyo tunapofanya eh, mazoezi yetu kwa ajili ya ku, kupunguza yale makosa ambayo tunayafanya, vile vile mpinzani naye anajiandaa kwa ajili ya kutafuta njia nyingine ya kumpa matokeo sisi. Kwa golikipa wetu alifanya makosa, ni damu ya kibinadamu, yanatokea kwenye hali iliyokuwepo, nafikiri na mi, na muda ule ambao tunafunga goli, lakini si matukio ya ajabu kwenye mpira, ni matukio ambayo ya yanatokea, na kama nyinyi ni, ni, ni wana michezo mnaona. Kwa hiyo tu sisi hatuna haja ya kumlaumu golikipa, nafikiri baada ya hapo mwenyewe ali kapteni aliwaambia wachezaji watulie na tukaweza kuikolize ile goli. Kwa hiyo kwetu sisi tunaamini kabisa kwamba e, makosa kwa mcheza mpira ni kama kwa mwanadamu na kifo. Kwa hiyo hata ufanyaje utakosea. Kwa hiyo tunakosea yale ambayo tumeyafanya, tumeyasahihisha, tumeongea na tunahakika kwamba kesho ile mechi imekwisha, kwa sababu watu wanataka kuona leo unafanya nini sio ulifanya nini. Kwa hiyo tuko katika mpango wa kesho ambao tunakwenda kucheza na Tanzania. Nashukuru lakini naomba kutoa ufafanuzi wa swala moja kwamba mimi wakati nakuja nililetwa na Mwalimu Medo lakini pia Kaseja kabla hajarudi halikuwepo kabla ya Medo. Akaondoka. Kwa hiyo Kaseja wakati anarudi ni kama alikuwa anarudi kumalizia ile sehemu iliyobakia. Kwa hiyo mimi nilimpokea baada ya kuletwa na Mwalimu Medo. Kwa hiyo nafikiri unafuatilia huko sahihi, lakini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 baada ya muda huo wote ambao tumesafiri inawezekana akawa wako tayari, kwa hiyo sitegemei, lakini hata kama hayuko wapo wale wengine ambao wanaweza kuziba zile nafasi. Eh, nikirudi kwenye swali lingine, nimesema mwanzoni nikasema kwangu mimi sitegemei kama nitaona ufundi wa kutosha katika mchezo wa kesho. Nategemea kuona nguvu nyingi zikitumika kutokana na mahitaji ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo ona habari, ama ulitegemea kuona ufundi, nafikiri hautokuwa mkubwa sana ukiangalia mahitaji ya Prison. Ukiangalia mahitaji ya Kagera Sugar sana sana itategemea kwenye matokeo na sio kwenye ufundi sana. Kwa hiyo nafikiri, tusubiri Mungu akijalia kesho tukamka salama, au utaamini kwamba kila ambacho tunakizungumza ndio hicho kitakachotokea kwa sababu mpira ni mchezo ambao unabadilika. Asante sana.